Hmm, naye, afisa wa DCI anayehudumu mjini Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, ameuawa kwa kudungwa kisu katika mazingira ya kutatanisha alipokuwa kwenye operesheni ya kumkamata mshukiwa wa mauaji huko Matisi. Tukio hilo limezidisha li hofu miongoni mwa wakazi, hasa ikizingatiwa kuwa eneo hilo tayari limeshuhudia mauaji ya watu watatu ndani ya kipindi cha chini ya wiki moja. Na kama anavyoarifu Colin Shitabai, washukiwa 23 wamekamatwa kufikia sasa. Operesheni ya kawaida ya kumkamata mshukiwa iligeuka kuwa makabiliano makali kati ya maafisa usalama na washukiwa wa ujambazi. Mwendo wa saa mbili usiku, risasi zikivurumishwa kote, na mwishowe afisa mmoja wa upelelezi wa jinai alidungwa kisu na kufariki papo hapo. Kijana yangu nikapenda, Thomas Ouma nandwa, nikapenda, nikapenda, kila mtu hapa anamjua akikosa kufanya kapendri anaenda kwa amisi kubeba magunia. Kwa nini wanaua mtoto wangu? Baba yake alikuwa askari, Samuel Bahati Okumu, alipigwa risasi na majambasi aliniachia mdogo. Katika makabiliano hayo, mtu mwingine mmoja pia alipigwa risasi. Eria hii, waandishi wa habari, tuko na tatizo ya insecurity. so tunaomba serikali ya kwamba, twasije tu wakiingia wakipiga risasi holelaholela, wafuatilie kina cha insecurity katika maeneo haya ni yapi? Ni matukio ambayo yamaacha wakaazi wa Matisi na wasiwasi na uoga mwingi, wakisema kila kukicha wanaamka na wasiwasi na kukamilisha siku kwa hofu kutokana na visa vya uhalifu katika eneo hilo. Wakaazi wanaitaka serikali kubuni mikakati kabambe ya kukabiliana na magenge ya uhalifu bila kuhatarisha maisha ya wakaazi wakati wa msako. Serikali iongeza security huku upande wa Matisi Tutembee kwa amani pande yangu, na mfunganga kazi inaweza kuwa saa tatu ama saa nne kufika hivi Matisi. Hata ndaogopa kuingia kwa nyumba, inabidi nikae kwa kazi huko mpaka asubuhi. Kufikia sasa washukiwa ishirini na watatu wamekamatwa kwenye operesheni ya kuzima uhalifu, huku maafisa wa DCI wakiendelea kuwasaka washukiwa zaidi katika eneo la Matisi, viungani mwa mji wa Kitale. Maafisa wa DCI wanasema kwamba wanaendeleza uchunguzi ili kuwanasa washukiwa zaidi kuhusiana na tukio hili. Collins Shitiebai, Runinga ya Citizen, Kaunti ya Trans Nzoia.